Kwa, kwa majina naitwa enjinia Jumanne Magungu ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Ngara. Aa, sisi jukumu letu hasa kubwa ni usambazaji wa maji na usafi wa mazingira kama inavyo uh, ilivyo ir, ada lakini shughuli yetu kubwa kwa sasa tunafanya usambazaji maji na kama ulivyouliza swali lako ya kwamba athari gani mteja na taasisi inazipata baada ya kutolipia bili kwa wakati. Aa, nianze kwanza kwa taasisi. Sisi taasisi tunapata athari ya moja kwa moja kwa sababu uh, mapato yetu makubwa yanatokana na bili za maji. Hivyo mteja asipolipa bili yake kwa wakati, inatuaffect au inatuathiri moja kwa moja kwenye ishu ya uendeshaji, kwa sababu mapato yetu yanategemea bili za maji. Lakini kwa upande wa mteja uh, pia inamwathiri kwa sababu, mte, mteja asipolipa bili yake kwa wakati, sisi kama taasisi tunabeba jukumu la moja kwa moja kwenda kusitisha huduma kwake. Kwa hiyo uh, yeye anakuwa ameathirika kwa kukosa huduma ambayo ni ya msingi katika uh, jamii. Wito uh, wangu kwa wateja wote ni kwamba walipie bili zao kwa wakati, ili kuepusha usumbufu wa kusitishiwa huduma, wakijua kabisa miradi hii ya maji inaendeshwa na wao, kwa sababu kile wanacholipia ni uchangiaji, ili tuweze kuendesha na huduma hii iweze kuwa endelevu. Kwa hiyo nawasitiza wananchi wote wa Ngara kulipia bili zao kwa wakati, ili kurahisishia mamlaka kuendelea kutoa huduma endelevu kwa jamii.